Wachukizao ni watu gani katika Biblia? Awali ya yote so zino la Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na moja na ule msa mstari wa wa nane. Kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na moja na ule mstari wa wa nane, yeye nasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na moja mstari wa nane nasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wasinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ile zia ziwa liwakalo moto na kiberiti, hii ndiyo mauti ya pili. Biblia inatuambia kwamba baadhi waoga na wasio amini na wachukizao na sina na sisi sema katika ile ile ya kwamba na kiliti. Je, hawa wachukizao ambao wanatajwa mahali hapa ni watu gani? Hawa wachukizao ni watu gani? Wachukizao ni watu wote ambao wanafanya machukizo mbele za Mungu. Wachukizao ni watu wote ambao wanafanya machukizo mbele za Mungu. Wanafanya machukizo mbele za Mungu. Hivyo basi, katika siku ya leo, tena kuangalia vitu vitatu ambavyo vinaleta machukizo mbele za Mungu. Vitu vitatu ambapo vinamchukiza Mungu ambapo lakini tunafanya pasipo kujua au kwa kujua lakini mimi nakwambia kwamba wachukizao wachukizao hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu bali sema ni katika ile kwa ya kwamba tunakiriti hivyo tuangalie katika siku leo vitu vitatu ambavyo vinamchukiza Mungu katika Biblia na tunaenda kusoma kitabu cha kumbukumbu la Torati kitabu cha kumbukumbu la Torati 27 tuangalie vitu vitatu ambavyo vinamchukiza Mungu ambavyo yamkini unafanya kujua kujua lakini tunamchukiza Mungu, na mwisho wa siku inatupelekea sisi tuende kuangamia au tuende kuhukumiwa katika ziwa la moto, kwa sababu wachukizao sehemu yao ni katika ziwa la moto. Bibilia imeweka wazi kabisa kwamba wachukizao sehemu yao ni katika ziwa la moto. Sasa wachukizao ni watu gani? Wachukizao ni watu ambao wanafanya hizi vitu vitatu ambavyo leo tunaenda kuangalia katika Biblia. Aa, na jambo la kwanza ambalo linamchukiza Mungu ni ibada ya sanamu. Sanamu ni ibada ya mena, Bamba, na, ala, sanamu, ibada ya sanamu ni kitu ambacho kinamchukiza Mungu, ambapo yakini tunafanya kwa kujua au kutokujua, lakini Biblia inatuambia kwamba ni machukizo mbele za Mungu, na kwa kuizo sanamu kwa siku, sehemu yetu itakuwa ni katika ziwa la moto. Ndivyo Biblia inavyotuambia katika kitabu cha kumbukumbu la Torati Mungu la Torati ile, sura ya 27 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 15, anasema: na alaniwe mtu afanyee sanamu ya kuchonga au ya kusubu Machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri na watu wote wajibu waseme Amina. Biblia inatuambia hapa kwamba alaaniwe mtu ambaye anafanya sanamu ya kuchonga au ya kusugu. Anasema ni machukizo kwa Bwana. Kwa hiyo, machukizo kwa hiyo, kitu ambacho kinamchukiza jambo la kwanza kwa hiyo inamchukiza Mungu sana. Sana. Sana mo, sana sana, sana ni ibada ya sanamu. Kuabudu sanamu. Sanamu yoyote ile, sanamu ya kuchonga, sanamu ya kusugu, ni machukizo mbele za Mungu.

ambao vinamchukiza Mungu lakini katika siku ya leo tutaangalia vitu vitatu katika Biblia ambapo vinamchukiza Mungu. Na jambo moja jambo, na Mungu, ya jambo ambalo linamchukiza Mungu tumekushaona kwamba ni ibada ya sanamu, ni ibada ya sanamu. Pia hapa inatuambia kwamba mtu ambaye anafanya sana. sanamu sanamu ya kuchonga sanamu ya kuhu, ya kusubu anasema ni machukizo mbele za Mungu, ni machukizo kwa Bwana, ni machukizo kwa Bwana. Sasa hapa hapa ya kwanza kabisa inasema usiabudu usiwe na miungu usi usi mingine Nasema kwamba usiwe na miungu mingine. Sasa ni kitabu cha kumbukumbu la Torati. Na mstari wa 7. Biblia inatuambia, nasema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Ni nasema usiwe na miungu mingine ila mimi, ile moja amri, moja ya amri ya kwanza kabisa katika zile amri 10. Nasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Bwana wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Anasema uzituziyulie wala kuzitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana uovu wa baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichuki zao. Kwa hiyo anasema kwamba usijifanye sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote, kitu chochote nicho juu ninguni, au nicho chini duniani, chochote kile anasema kwamba ni machukizo mbele za Mungu. Anasema ah, anasema sio kujifanyia, anasema wala usitusujudie, wala kujifunikia. Kwa hiyo ndio kwao wanasujudia, kwa sanamu yako imewekwa wanasujudia. Ila ni sanamu ya mtu kwa sababu anasema ah, sura ya kuruhi kwa ajili ya kusoma sura ya sura. Anasema ya zalini na sidi. Sura ni katika Kumbukumbu la Torati. Anasema ya zalini na sidi basi. Maana hakuna umbo la nani yote siku ile Bwana aliyosema nani kutoka kati ya moto. Anasema msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke, mfano wa mwanamume au mwanamke, mfano wa mnyama yoyote aliye duniani au mfano wa ndege yoyote alukae mbinguni au mfano wa kitu chochote ambacho juu ya ardhi. Maana kwa hiyo kufanya sanamu yoyote aina yoyote ile, kuchonga sanamu aina yoyote ile, machukizo mbele za Mungu. Na hata sio kufanya, hata kusujudia kwa Mungu ni machukizo mbele za Mungu Mungu, kwa pia sasa. Biblia wakati mwingine watu tunakuwa sanamu, tunaangalia mawe yaliyochongwa kwa mfano wa mtu, au tunaangalia tunaangalia mti, vitu kama hizo hizo, na wakati mwingine lakini. Hapana, kitabu cha Zaburi tuendelee kuona kwamba sanamu ambazo Amkeni tunafanya ukiwa kwa ukiwa lakini ni machukizo mbele za Mungu. Ili katika siku ya leo tuwe uhuru. Ili katika siku ya leo tupe ukweli. Na tuamue kuachana na sanamu kuswabu, kwa sababu mwisho wa siku tufaulu sanamu tutaenda kuangalia ziwa la moto kwa sababu tunafanya machukizo mbele za Mungu. Na wachukizao sehemu yao katika siku ya leo tunakwenda. Kitabu cha Zaburi sura ya Zaburi sura ya 15. Hapa nakuambia kwamba sanamu zao ni fedha na dhahabu kazi ya mkono wa wanadamu. Sanamu zao ni fedha na dhahabu kazi ya mkono wa wanadamu. Kwa hiyo unaweza kuwa na kitu alafu hicho kitu ikawa sanamu mbele za Mungu. Unaweza kuwa na pesa mali ikawa ni sanamu mbele za Mungu, kwa sababu gani? Wakati ambapo unaitumikia hicho kitu, unaisujudia hicho kitu, inakuwa ni sanamu hicho kitu. Chochote kile ambacho unaitumikia, chochote kile ambacho unaisujudia na kuitumikia pia, na kuitumikia pia. Sasa hivi anasema usitusujudie wala kujitumikia, usitusujudie wala kujitumikia usijisujudie wala kujitumikia. Kwa hiyo sio kufanya tu, hata kutumikia pia, hata kutumikia tu, na sio usubiria tu kwamba kuinamia, hata kutumikia pia inakuwa ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo lazima pia tuelewe, tuweza kufahamu kwamba chochote kile ambacho tunakuwa tunaitumikia, tunaitumikia inakuwa ni sanamu pia, inakuwa ina, aina tofauti na ile sanamu ya kuchonga nchi, aina sana, aina tofauti na ile kinyago aina tofauti na ile na ile kinyago ya sura mwanamume na mwanamke ambao tumechonga au imetoka imetoka, ambapo tunaona kwa sisi ya aina tofauti yote. Unapoitumikia mali unakuwa na mali, unapoitumikia hiyo mali kiasi kwamba hiyo mali inakuwa inapata inashikamana na moyo wako, huwezi kafanya jambo lolote huwezi, hiyo mali inakuwa inashika moyo wako, hii tayari inakuwa ni sanamu mbele za Mungu, hiyo tayari inakuwa sanamu mbele za Mungu. Unapokuwa una simu alafu hiyo simu unakuwa hiyo simu imekuchukulia muda, unaitumikia hiyo simu kiasi kwamba unakesha usiku mzima, unatazama picha ambazo hata wakanimina vifai, unakesha unaangalia kila ambazo zinachukua muda mrefu, kiasi kwamba weza la kafanya kazi yako weza kafanya. Ni hiyo simu inakuwa sanamu mbele za Mungu, kwa sababu unaitumikia, unaitumikia. Wakati mwingine unavoshiwa la kukosa hata kufanya kumfanyia Mungu ibada kwa sababu ya kazi, hiyo kazi inakuwa ni sanamu mbele za Mungu kwa sababu unafanyaje, hiyo kazi unaitumikia unaitumikia unaitumikia inakuwa ni sanamu mbele za Mungu. Hiyo ni sanamu, sawa tu na ile sanamu nyingine ya kuchonga. Kwa hiyo tunatakiwa pia tuelewe, tuwe na kweli, tuufahamu kweli wote, ufahamu kweli wote kwamba tunaposema sanamu, tunamaanisha sanamu ya kusujudia, sanamu ya kutumikia, sanamu ya kuchonga, zote ni sanamu mbele za Mungu. Kwa hiyo Kristo hapaswi kusujudia wala hapaswi kutumikia chochote kile ambaye anapaswa kutumikia ni Yesu Kristo wa Nazareti, ndiye ambaye anapaswa kutumikia wakati wote Amen. Kwa hiyo ukiona kwamba kazi yako unaitumikia zaidi ya Yesu Kristo, hiyo kazi inakuwa ni sanamu. Hauna muda hata siku ambazo unaweza ukatenga muda hata katika siku moja, hata uweze kutenga hata misani moja ya kumwabudu Mungu, hiyo chichoto unachokifanya ni sanamu mbele za Mungu. Wakati wote unawaza tu fedha, unaanza kutafuta mali hizo mali na fedha inakuwa ni sanamu mbele za Mungu. Naona wakati mwingine unawaza tu kula, unawaza tu kula, unalisha tu tumbo, hiyo tumbo inakuwa ni Mungu mwingine. Ndivyo vile ninavyokuambia, naona. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba sanamu ni mbali na kusubiria kuchonga miti, kuchonga sanamu ni mbali na kuchonga kuchonga nyango, vile ambapo unajua sanamu ni hata kutumikia chochote kile, iwe ni mali, iwe ni kazi, iwe ni chochote kile, ukitumikia ukitumikia inakuwa ni sanamu mbele za Mungu. Lakini hapa ndio nitawaambia pia kitabu kile cha Wakolosai sura tatu, kitabu cha Wakolosai sura tatu. Na hapo tunaweza tukasema, wale wengine wanaweza wakasema kwamba Mungu anaposema kwamba anapotoa maagizo katika kitabu cha Torati au kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wale wengine wanaweza wakasema kwamba hayo ni maagizo ambayo yalishapita, shati na wakati, hayo ni maagizo ambayo yalikuwa kwa wana wa Israeli. Lakini ni vizuri ufahamu kwamba vitu ambavyo maagizo au zile zinatolewa kwa wana Israeli, maana sisi wote kwa watu wa mataifa, maana yake kipindi hicho hizo amri haituhusu sisi, haituhusu watu wengine. Lakini wakati ambapo sisi tunakuja kufanyika pia kuingia katika neema, neema kumtumikia Mungu wa kweli, kwa sababu ni kumtumikia Mungu. Wakati ambapo unamtumikia Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, na sisi tunafanyika Waisraeli katika roho, tunafanyika pia Waisraeli. Kwa hiyo tunakuwa tuna sheria zile za Waisraeli zile zile, zile, zile, zile ambazo tunakuhusu sisi, tena sisi tunaenda mbali na kutumikia Mungu wetu katika roho na kweli, katika roho na kweli, na wala si katika vitu vya nje tu, na tumikia katika roho na kweli. Kwa maana chochote kile ambacho moyo wako inatenga moyo wako, hiyo kitu kinakuwa ni sanamu mbele za Mungu, sababu tumeambiwa amri ya tumeambiwa, inapewa kumpenda Mungu wetu katika roho, tumpende Mungu kwa moyo wote, tumpende Mungu kwa nguvu zote, tumpende Mungu kwa akili zote, tunampenda Mungu wetu, lakini Biblia inasema la katika kitabu cha Kolosai kitu ambacho kinamchukiza Mungu ni sanamu, ibada ya sanamu. Kwa kuabudu sanamu inamchukiza Mungu yamtini naabudu sanamu kwa kujua, kuto kujua, lakini inamchukiza Mungu na nameshaweka wazi, meshaweka wazi kwamba wachukizao, wachukizao waweze kuingia katika ufalme wake. Wachukizao sehemu yao meshakaa ni ziwa liwakalo na kiberiti, meshaweka wazi kabisa. Anasema huyu ni mtu huyu ni mtu ambaye leo mtakatifu na mchongia sanamu yake na mwabudia, ili niweze kupata baraka hizo. Sio sanamu kwa boyo, ambapo bila inao maanisha ina maanisha pia sanamu ya kwa sanamu ya vitu, sanamu ya kazi, sanamu ya mali, sanamu ya chochote kile ambacho umetumikia pia ni sanamu. Chochote kile ambacho umetumikia pia ni sanamu, ni sanamu mbele za Mungu, sanamu mbele za Mungu. Lakini katika kitabu cha Kolosai sura sasa kama vile anasema, basi fisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, washirati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Pia hapa anatuambia kwamba washirati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa hiyo ibada ya sanamu, hata kutamani, kutamani chochote kile, inakuwa ni ibada ya sanamu, kwa umefanya ibada ya sanamu. Kwa hiyo una tofauti na mtu ambaye amechoka sanamu, amechoka vinyago, akisubiria unapotamani utamani vitu vitu ambavyo vitu vingine ambavyo ya wakati mwingine hata ni machukizo mbele za Mungu, hiyo nafanya sanamu na unakwenda kufanya uasherati, unafanya unafanya sanamu. Uchafu wote uchafu wote wa mwili na nafsi nakuwa ni ibada ya sanamu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, inakuwa ni hiyo ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo jiangalie leo hii, jiangalie leo hii kwamba je kuna sanamu katika nyumba yako? Je, kuna sanamu ambao umeweka katika nyumba yako, na abudu na isujudia? Au angalia katika siku ya leo, je, ni nini ambacho kinachukua muda wako, ambacho unaitumikia? Unaitumikia, je, ni kazi yako? Je, ni utafutaji? Je, ni vizuri kutafuta, lakini au basi hiyo kwemo wako ishwe moyo wako wa Mungu. Mungu Mame, kwa sababu basi hiyo kitu hawezi kuishi, hiyo kitu inakuwa ni sanamu na bali Mungu bali Mungu mwingine naona, kwa hiyo lazima ujenge huru leo neno yeah. Na mtu ulikoike huru leo ehhe, lakini lazima pia kwa kapa kutamani, kutamani chechete kile, unapoenda kuvaa va mavazi, unajivalia mavazi mengine kwa sababu unataka uonekane na maflani, unatamani uonekane kama watu wengine. Unapoenda kubadilisha hata nywele zako, unabadilisha nywele ambazo Mungu alikuumbia, unataka uwe unikuwe na mtindo fulani, mtindo wa watu wengine, hata usiomjua Mungu. Maanake unatamani unatamani vitu ambavyo unatamani mambo mengi unata hiyo tamaa, kutamani hiyo ni unaabudu sanamu. bila na mtajabu kutamani, unaabudu sanamu, bali unaweka nini katika kichwa chako? Angalia, unaweka nini unaweka nini katika mwili wako? hizo vitu ambavyo umeviweka katika mwili wako, je ni mapenzi ya Mungu kweli? Je, Mungu alikuumbia alikuumba ili wewe uwe na hizo vitu uonekane na mwili ambao unaonekana sasa hivi? Je, hiyo alama ambayo umeweka katika mwili wako, je ni mapenzi ya Mungu? sababu ya kuweka hizo vitu sababu ya kupaka hizo rangi katika kucha zako, je, sababu ya kuweka hizo dhahabu katika masikio yako, hizo ringi na hizo chuma katika masikio yako, hizo nywele ambazo ni nywele zingine za bandia? Je, kwa nini umeweka? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya tamaa iliyo ndani yako, na hapo unaabudu sanamu, kwa sababu kutamani ni sawa na ibada, ni ibada ya sanamu. Ile ndio ninayokuambia ibada ya sanamu. Lakini jambo lingine la la pili ambalo linachukiza Mungu Tumesema kuna vitu vitatu ambavyo leo tunaangalia ambao vinamchukiza Mungu. Vitu vitatu japo ile la pili ambayo tunafanya kwa kujua mtu kujua fanya matendo mbele za Mungu. Ni mavazi yanayopasa njia nyingine. Ya mavazi yanayopasa njia nyingine. Kama cha Kumbukumbu la Torati ishirini na mbili. Kila watu wanasema mwanamke azivae mavazi ya pasoma na mume wala mwanamume azivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila fanya mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako, ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mwanamke kuvaa mavazi ambayo anapasa jinsia kiume ni machukizo mbele za Mungu. Mwanamke kuvaa mavazi ambayo anapasa jinsia ya kike ni machukizo mbele za Mungu. Je, angalia wewe mwanamke hizo swali hizo zifa. Je, ni napasa jinsia yako? Je, ni vazi la la kike? Wewe mwenyewe hukumu ndani nafsi yako, kwa sababu Biblia inasema kwamba, je ahama mbili hawafundishi anasema kwamba jihukumuni ninyi wenyewe. Hebu je, jihukumu. Je, ulivyovaa na hiyo, je, mavazi hayo yanapasa jinsia yako? Mavazi hayo yanapasa jinsia yako? Na usisema kwamba Mungu anaangalia mwili. Mungu Mungu anaangalia moyo, angalie mwili. Hili ni neno la Mungu ambalo linadumu milele. Kwa hiyo ni heri ukapate kupokea ukweli na kuamua kubadilika kulingana na neno la Mungu

Ah, wale vijana watatu Shadraka, Meshaki na Abednego, alipoenda kwa kile tanuru la moto, alikuwa bila sema, alichukua wamevaa masuruali zao, wamevaa suruali zao, kwa sababu ilikuwa na hakuna mwanamke ambaye alikuwa anaweza kuonekana amevaa suruali. Ilikuwa ni jambo la ajabu sana katika wakati ambapo suruali zilikuwa za kuvaliwa na wanawake, kwa maana wanawake wale ambao wanavaa mavazi yao ni makaba. Lakini katika siku hizi za mwisho sasa imekuwa ni kawaida kabisa mwanamke kuvaa mavazi ambayo anakosa jinsia nyingine jinsia ya kiume ni machukizo mbele za Mungu, na wachukizao ndio nasema kwamba sehemu yao ni wapi, katika ziwa la moto na kiberiti. Ndivyo maandiko yanavyosema, lakini leo pia kuna sura ya, kwa hiyo ni vizuri waamue kuachana na mavazi ambayo yanapasa jinsia yako. Mavazi ambayo yanapasa jinsia yako, amua kuachana nayo ama kuchoma moto kabisa, basi kuhurumia, basi kuangalia chochote, kwa angalia mtu yeyote, amua kuvaa mavazi ambayo yanapasa jinsia yako. tabu ile cha waraka wa kwanza Timotheo 2:9. Nenye sema kwa hivyo, wanawake na wajipapi kwa mavazi ya kujisiri, na kwa na moyo, na kwa na adabu na moyo wa ya kiasi. Kwa hivyo mavazi ya wanawake ni mavazi ambayo anastiri mwili wako. Anastiri mwili yao, anastiri mwili yao. Ni mavazi ambayo anastiri mwili wako. Yeo swali na siri mwili wako, yee haioneshi maungo yako, yee watu ambao wanapita kule kia wakutazami na wakutazami na kutamani. Uliwa kwa na hiyo. Kwa hivyo nahukumu mwenyewe kabisa kwamba, Bado uwe nchi ya neno la Mungu. Kwa hivyo nenda la tafute magauni marefu ya bana yasio bana, nenda la tafute masketi maske ambayo inafunika kuanzia juu hata katika miguu yako, ili uweze kuepuka na hukumu ya Mungu, ambapo hukumu ya Mungu itakuja juu ya wale wote ambao wanafanya machukizo mbele za Mungu. Na jambo lingine ambao unaenda kumalizia la tatu ambalo katika siku ambao tunaangalia ambao tunafanya kujua kujua ambapo ni machukizo mbele za Mungu. Japo lingine la tatu ni sadaka yenye kasoro mbele za Mungu. Sadaka yenye kasoro mbele za Mungu. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23. Hapo Kumbukumbu la Torati 23 aya ya kumi na nane tutaona kuna nani. Ndiye anasema usileke ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana, Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yote. Kwani haya ni machukizo kwa, kwa Bwana, Mungu wako yote mawili. Kwa hiyo kupeleka ujira wa kahaba, ujira wa kahaba maana yake kujiuza, unaenda kujiuza Unaenda kuuza mwili wako halafu unaleta zile sadaka, unaleta mbele za Mungu, unafanya machukizo mbele za Mungu, unafanya mbele za Mungu machukizo. Au unafanya kazi sio halali, kazi ambayo ni kazi ambayo boni sio halali, unafanya unauza biashara boni, biashara haramu, alafu na enda mbele za Mungu, na peleka na peleka na peleka mshahara wako mbele za Mungu, unafanya machukizo mbele za Mungu. E, ile nasema sehemu nyingine, ile nasema papa nasema kwamba Sadaka ya mtu mwenye zambi ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hivyo, kwanza kabla kwa hivyo ukienda kutolea Mungu sadaka inapaswa, uweze kuingia katika, katika neema ya wokovu, uweze kupokea wokovu, uokoke, umwamini Yesu Kristo utubu zambi zako, ubatizwe, halafu upokee mtakatifu, uishi maisha mtakatifu, ndivyo unaweza ukatoka ukamtolea Mungu, na sadaka zako zitakubalika mbele za Mungu. Minevyo, sadaka ile ambayo unatoa inakuwa inakua ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hivyo, katika siku wa leo, tunaangalia vitu vitatu vitu vitu vitu Ninamchukiza mbele za Mungu ambapo ninasema kwamba kitabu cha Ufunuo ya ishirini na moja tena nane baada ya woga na wasioamini na wachukizao yo, na wazinzi na waabuduo sanamu, sehemu yao katika hiyo ile ziwa la moto tuna kiberiti. Kwa hiyo jiangalie, siku ya leo ni machukizo gani ambayo unayafanya. Uombe Mungu akusaidie na kurehemu ili uweze kuachana na machukizo haya ambayo nayafanya. Mavazi ambayo unavaa ambayo mavazi yote yote, mavazi ambayo yanamchukiza Mungu kabisa. Amua kwenda kubadilika. Amua kwenda kuondoa vitu ambavyo umeweka katika mwili wako, mapambo ambayo wa umeweka katika mwili wako. Ama kwenda kuondoa kabisa na sanamu zote ambazo unafanya na ambapo ume, ume, ume unaenda kusubiria sanamu zile ambazo unasubiria zile sanamu za mfano mtu unaenda kusubiria. Amua kuanzia leo kubadilika. Amua kwenda kuondoa katika nyumba zako zile picha ambazo unaenda kuinamia na kusubiria, ama kuondoa, kwa sababu ni machukizo mbele za Mungu. Amua pia kuondoa moyo wako katika kwa mahali ulipoweka moyo wako, umewekeza watu, umewekeza katika mali, umewekeza katika biashara, umewekeza, ondoa moyo wako huko. Sasa wewe ni mshukuru wa neema yako, sasa kwa ajili ya wakati na sasa, na pia ambao unachilia maneno haya, ili yaweze kufaa, ushukuru kwa neno lako hili, kwa watu ambao wengi ambao wanaweza kusikia maneno haya, neno lako likapate kubadilisha hivi, neno lako likapate kum kutuelezea jema, neno lako ikabali kujenga, neno lako ikabali kumtia nguvu. Naomba kila mmoja aliyesikia atakayesikia, kutoka mbali, neema ukabali kushuka juu yao, nao ukamjalia akabati kuishi katika mapenzi yao. Mapenzi yako ni sisi tuishi katika utakaso, kuomba katika masaa, katika wakati ambao tunaishi hizi siku ambazo tumepatiwa nazo, tuweze kutengeneza njia zetu kwa neema yako. Tusaidie tuishi maisha yanakupendeza, ya jina lako tukufu litayo majina yote, jina la Yesu, naomba na kushukuru.